Wengi wetu tunaendesha usiku tumekutana na vizuizi vya polisi na polisi wakiwa wamesimama na vifaa vidogo ambavyo unapuliza ndani yake, na polisi anakupa kibali safi au anaweza kukuweka chini ya ulinzi wao. Hiyo si kitu kingine bali ni kipimo cha kupima pumzi ambacho kinapima kiwango cha pombe katika damu yako. Ni wazi kwamba upimaji wa damu hauwezekani katika hali kama hizo, kwa hivyo ni e, njia nzuri e, ya kupima kiwango cha sumu au kisicho cha sumu cha pombe unachokunywa. Je, ni salama kwako kuendesha gari ukiwa na kiwango hicho cha pombe katika damu yako? Kwa hivyo kipimo cha kupima pumzi ya pombe kimsingi kinaiga viwango vya pombe katika damu yako, kwa hivyo ukipuliza kwenye mashine, inatoa usomaji na usomaji huo unaweza kufasiriwa na mtu anayefanya kipimo kama ni salama kuendesha, si salama kuendesha, au ni hatari kuendesha ambayo inaweza kuwa hatari kuendesha. Kwa hivyo vipimo vya kupima punzi ni sahihi kabisa, uh, baadhi yao ni vipimo vya kiwango kizuri vina usahihi wa zaidi ya tisini asilimia. Hata hivyo usahihi unaweza kutegemea uh, jinsi unavyopuliza, chakula ulichokula, mlo mzito kabla tu ya pombe, yote haya yanaweza kubadilisha unyeti. Hata hivyo ikifanywa kwa njia sahihi uh, unyeti wake ni zaidi ya tisini asilimia.